Mwanaume aliyejulikana kwa jina la Maneno Shomari, mwenye umri wa miaka hamsini na tatu, mkazi wa Chang'ombe Dodoma, ameripotiwa kufariki dunia baada ya kujinyonga kwa kutumia waya, na chanzo cha tukio hilo kikitajwa ni kuwa ni uwivu wa kimapenzi na kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa leo Aprili tatu elfu mbili na ishirini na tano na kamanda wa polisi mkoa wa Dodoma George Katabazi amesema tukio hilo lilitokea Jumapili, Machi thelathini elfu mbili na ishirini na tano katika mtaa wa Site One Area D kata Ipagala wilaya ya Dodoma Mjini. Kamanda Katabazi ameeleza kuwa marehemu alikutwa akiwa amejinyonga kwa kutumia waya kwenye moja ya miti iliyopo katika eneo lake la kazi kwenye mnara wa mawasiliano wa TTCL uliopo katika mtaa huo aliokuwa akiulinda, ambapo siku ya tukio ilikuwa ni zamu yake. Hii hapa ni taarifa ya Katabazi kutoka Dodoma. E, ni mtaa wa Site One Area D, kata Ipagala, wilaya na jiji la Dodoma, kwamba huyo alikutwa amejinyonga hadi kufa e, kwa kutumia waya linyinginiza kwenye mti ile. Eneo ni sehemu ya lindo, kwa sababu alikuwa analinda eneo kwenye lindo la TTCL, minara minara TTCL. Alikuta amejinyonga amejining'iniza. Na ah, chanzo kikubwa hasa ilikuwa ni, uchunguzi unaonyesha kwamba ni wivu wa, wa kimapenzi, kwa maana ya kumtuhumu au kumwisi eh, kwamba ah, mke wake na mwanaume mwingine. Hiyo ndio sababu kubwa kama mtu amejinyonga na mtu ameshakufa. Sasa jinai ya kwamba aliyejinyonga ndio huyo ambayo ameshafariki. Sasa kujua kwamba ni yupi anatuhumiwa, sasa hizo ni ishu nyingine, kwa sababu sababu ya <tabababu> iopelekea kujinyonga ni huo ujumbe. Sasa unaendelea kuchunguza, sasa ni yupi ni nani, hayo aa kwenye uchunguzi zaidi, lakini kikubwa tumaasa ni chanzo kikubwa ni wivu wa kimapenzi ah, kwanza ni wa, wa, wa, ni, ni kujithamini kwamba kwa kila mtu binadamu lazima ajithamini yeye mwenyewe e, kwamba yeye ana haki ya kuishi ajithamini mwenyewe e. Lakini kingine ki kama mtu ana msongo wa mawazo ana sononi, ni vema akashirikisha watu wake wa karibu, lakini kuna wataalam e, wa jamii naweza ukawaona na watu wengine ambao wanawaamini, ili kuweza kueleza ma ma matatizo yake au ya changamoto zake, uh, waweze kuzitatua, kwa sababu kujinyonga tu sio suluhisho, kwa sababu kuna watu wanategemewa, lakini lazima kitu cha kwanza ni uhai, kwa sababu hai, hai ukishautoa unaondoka mara mmoja, huwezi ukarudi tena. Kwa hiyo walijithamini na matatizo yao waeleze kwa watu wa karibu, wataalam wataalamu wa kisaikolojia wataalamu eh, ambao wanaweza wakasikiliza matatizo yake, inaweza kupata ufumbuzi. Kwa hiyo wasijitenge tu bila kueleza matatizo yao, na hii ya inaweza kupatia ufumbuzi. Umri wake tayari walisha ujua na kabila gani na ni ya ta umri ni umri wa miaka miaka hamsini na tatu, huyu uh, ni miaka hamsini na tatu, ni mruguru <coughs> ni mkazi wa Chang'ombe, Silvanus Kimolo, nakaa sehemu za chini yakwe. mm-hmm. Sasa sisi huwa tunapokezana masaa 24. Nne sasa alivyokuja asubuhi jana alikuja vizuri tu na mimi nikamwacha hapa, nikamwaga nikaondoka, ilivyoondoka asubuhi, sasa nakuja kumtoa ndio nikakuta ameandika memo kwamba mimi na mimi fulani fulani najiua kwa ajili ya mke wangu, ana mwanaume mwingine. hmm. Alivyoandika kwenye barua yake, kwa hiyo mdogo wangu, akiwezekana wa anisafirishe au anizike kokote pale. Naona basi na mimi sasa ndo nikastuka nikaanza kuangalia angalia kuangalia angalia. Nikaona ameruka face pale, miguu majani majani yamekaa yamelalala chini, ameenda ya hivi. Nikazunguka hivi kuangalia kwenye miti miti kule kuchungulia, nikamwona kule kwenye mti ule wa mwisho ule amejitundika, ndo nikatoa taarifa kwa mtendaji mtendaji akampigia polisi kata, ndo akaja kwa na wake wawili. Sasa atoliwe ni mke gani sasa, huyo wa Morogoro au huyo wa hapa? Huyo wa hapa nasikia alisha ali alifunga naye ndoa na miezi sita, sijui sasa. Asante sana kwa time yako, endelea kutufuatilia kupitia platform zetu mbalimbali ili kufahamu undani wa tukio hili, baki nasi.